Naitwa Juliet Lukas Nyanda, ni afisa lishe katika hospitali ya Ikonda, wilaya ya Makete, mkoa wa Njombe. Upande wa lishe bora, kumekuwa na mitazamo tofauti tofauti, wengine wakisema kwamba lishe bora labda ni kula hivi vyakula hivi vya vyepesi vyepesi, mtu akienda labda kama hotelini au mgahawani akaagiza chipsi yake, akaagiza na nyama choma, akaagiza na soda. Anasema sasa hii ndo lishe yenyewe. Leti yako au sahani yako ikiwa na hivyo vyakula, ndo hapo sasa utajidai na kusema kwamba eh, hey, hapa ninakula lishe bora. sasa kumekuwa na na namna tofauti tofauti, mpaka jamii inajiuliza kwamba kwa nini watu wanapendelea sana kula hivi vyakula ambavyo vya haraka haraka tunasema ni fast food au ni vyakula vyepesi vyepesi, kama nilivyochukulia kama labda chipsi, nyama nyama choma, soda. Hizi watu wengi sana wanapenda kula hivyo na wanadai kwamba ni lishe bora. Sababu ya kwanza ni usasa au tunasema ni ufahari, na hipo kwenye makundi yote, kuanzia kwa watoto wadogo, vijana, hadi akina baba, akina mama mpaka wazee Yaani maana yake ukimkuta hata mtoto yupo na wenzake, akinunua chipsi, akanunua labda vikacholi, yani vitu vidogo vya kutafuna vi, vibisi, vitambi, anaona kwamba yeye yuko katika hali ambayo tuseme ni kama mtoto wa tajiri au ana fedha, anaona kwamba ni usasa pia, sio mambo ya kizamani. Hivyo hivyo kwa vijana na pia hata kwa wazee, ukiwakuta kijiweni kama ana, anakunywa hivi vinywaji hivi ambavyo vinatengenezwa vi, viwandani basi anajisikia kwamba yupo katika hali ya usasa. Hiyo ndo sababu ya kwanza. Lakini katika hii sababu, kwa upande wangu sio sahihi kwa sababu usasa hauwezi ukabadilisha uhalisia wa utendaji kazi wa vyakula ndani ya mwili wetu. Maana yake ni kwamba unapokula chakula chochote, matokeo yake yatakuja baada ya kuingia ndani ya mwili. Kwa hiyo hakuna hali ya usasa au zamani kwa sababu kanuni ni ile ile. Lishe bora inazingatia makundi sita ya chakula, kwa kuzingatia utumiaji wa mafuta ambayo ni sahihi kwa kiasi sahihi, utumiaji wa chumvi ya kiasi na sukari kwa kiasi. Kwa hiyo maana yake kwamba ukipendelea sana kula hivi vyakula kama labda hizo soft drink au tuseme vinywaji vya kiwandani badala ya juisi za matunda halisia, kwamba labda utakuwa wewe umekula chakula kizuri sana kuliko yule aliyekula cha halisia, hiyo ni uongo. Kwa hiyo ninasisitiza kabisa kwamba hii siyo ni sababu ya kupenda hivyo vyakula, na sababu nyingine pia mtu anasema mimi nakula hivi vyakula kwa sababu vinapatikana kwa haraka, yaani maana yake naweza nikakaa tu hapa nikawa na ifumbili yangu basi nikaenda kupata muda wowote. Lakini bado hao ambao wanapika na wenyewe wameturahisishia, wanatembeza kabisa. Lakini kwa upande mwingine bado wapo mama ntilie ambao wanapika vizuri, unakuta sahani yako ina ugali tena sasa hivi kuna sahani nzuri kabisa ambazo zina viposheni zina vipande, unakuta amekuwekea ugali, amekuwekea uwali, amekuwekea samaki, amekuwekea samaki au nyama, maharage, mboga mboga pale na pale juisi za, za matunda zipo. Manake, ni maamuzi yako kwao. Mimi ninachoshauri tusiende sana na hii mitazamo ya kusema kwamba vinapatikana kwa haraka wakati inawezekana sana hata kumwagiza mama ntilie hata kama uko bize na kazi akakutengenezea, na inawezekana hata kutengeneza majumbani kwetu, kwa kuzingatia tu muda na upatikanaji wa kile chakula pale nyumbani, maana yake uandaaji wa mapema vile viambatanishi, yani vile ambavyo vinatumika kuandaa kile chakula. Na sababu nyingine imekuwa ni gharama, na hii gharama basi imechochea sana watu wengi kupenda au kusema ni kama ni sababu ya wao kutumia hivi vyakula ambavyo ni vyepesi, vyepesi. Nichukulie mfano kijana mmoja ameenda labda kwenye mgao ameagiza chipsi za kushiba. Sasa hapa tunaongelea utoshelevu wa kushiba ili aweze kushiba. Mtoto wa kiume kijana ameagiza chipsi yai, ataagiza, atamwambia niwekee, niwekee mayai manne maana yake kama ilikuwa ni chips ya elfu mbili mia tano ataambiwa atoe elfu tatu na hapo itabidi aongeze na nyama ili aweze kushiba vizuri. Ataongeza nyama labda ya kukaanga anayopenda elfu mbili na yenyewe, bado atahitaji anunue soda, ataambiwa ni elfu moja. Kwa hiyo unakuta kwamba kwenye mlo wake ule ambao anakula ametumia elfu sita. Sasa hapo ukifikiria gharama inakuwaje tukichukulia mfano wa chakula ambacho mimi naenda kukiandaa sasa ambacho kimezingatia makundi sita ya chakula. Na kiandaa nyumbani au unaenda kununua kwa mama ntilie. Mfano kama na kiandaa nyumbani. Kwanza, chakula ambacho unakiandaa nyumbani na uza nikaona, hiyo hiyo 6000, nikanunua nika nusu au tuseme robo ya mchele kwa lesho ya mtu mmoja. Robo, labda ni 1000 tuchukulie mfano. Kwanza, izidi 1000, tuseme 500 ninanunua mia tano. Baada ya hapo, nanunua samaki wa elfu moja hatu wa kukaangwa, sitaki kumrosti. Ninanunua na mbogamboga, mboga za mia tano. Nikimaliza hapo, na mafuta ya mia mbili, hata kama nimenunua ya mia tano yatatumika mara nyingi, tuseme mia mbili. Chumvi ya mia mbili. Haya basi, na maji yangu tuseme ya mia tano nikianza kupika, unakuta nakula chakula ambacho hakizidi hata hiyo elfu sita elfu tatu tu inatumika. Hiyo elfu sita kama ningenunua viambata vya, vya kupikia maana yake unakuta kwenye familia tunakula hata watu watatu kwa chakula cha elfu sita. Kwa hiyo tukisema kwamba hii gharama inasababisha sisi tuweze kuvikimbilia hivi vyakula ambavyo ni vyepesi au tuseme fast food ni hiyo, sio. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Ukweli, vyakula vyote ambavyo vipo kwenye lishe bora au viko vinazingatia mlo kamili havina gharama kabisa. Kwao ni wito wangu kwenye familia, akinamama, tusiwe wavivu, tuache kabisa hizo tabia za kuwapa watoto fedha sijui mia tano, ukienda shule huku nunue chochote ule mcha tutakutana, tuta jioni. Hiyo tabia inaendelea kukua hasa kwa akina mama. Yaani wanaona uvivu tu kununua viambata vyote na ku, tengeneza pale nyumbani chakula ambacho kinazingatia lishe bora na ni chakula kizuri. Kwa pia wito wangu na kwa vijana vijana, tuache usasa. Vijana, tusisingizie gharama, kwa sababu hivi vyakula ambavyo vinazingatia mlo kamili havina gharama kabisa, na kama nilivyosema kwamba ukiona uko bize na kazi, tafuta mama ntilie, yote umpe namna ambavyo unatamani ule atakutengenezea kama ni chakula cha elfu tatu utakuwa unampa na kutengenezea, nakutengenezea mchana cha elfu tatu hiyo hiyo, elfu sita ambao ungekula kwa mlo mmoja, unaweza ukaa unakula mara mbili na ukala chakula ambacho kina faida ndani ya mwili.